Waislamu na Wakristo katika nchi ya Tanzania udugu wao ni wa kale, mapenzi baina yao ni ya muda mrefu, ushirikiano wao ni wa muda mrefu. Yuko Muislamu anayo mahusiano ya damu na Mkristo, yuko Mkristo anayo mahusiano ya damu na Muislamu, wengine wana, tunafanya kazi pamoja, tumepanga nyumba moja madaktari wetu, we ni Muislamu daktari wako ni Mkristo, we ni Mkristo daktari wako ni Muislamu na kadhalika. Tuendelee kuimarisha. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na taasisi za Kiislamu Mkoa wa Mwanza tunawaomba Waislamu kuendelea kuunga udugu wetu na ndugu zetu wasiokuwa Waislamu, bila kubaguana, bila kuchukiana. Tuendelee kuwa kitu kimoja, na sote tuweke maslahi mapana ya taifa letu Tanzania, ambalo ndiyo mama yetu. Tanzania hatuna nchi nyingine, hatuna mahala pengine pa kwenda isipokuwa Tanzania. Tunaitaka jamii itambue kwamba bila amani hakuna uchaguzi. Hata u tuliofanya Ingekuwa hakuna amani siku ile ya asubuhi pale mpaka mchana, uchaguzi usingefanyika. Hakuna ibada bila amani, hakuna biashara bila amani, hakuna maendeleo bila amani. Kwa pamoja, tushikamane, tuzungumze, tuelewane na tulinde Tanzania nchi yetu ya amani.